Ndugu mtazamaji, ninaomba nikwambie habari muhimu sana leo kuhusu hatua za ukuaji na maendeleo ya mtoto kulingana na umri. Uh, tafiti ambayo ilifanyika mwaka elfu mbili na ishirini na mbili na taasisi yetu ya taifa ya takwimu ambayo inaitwa Demographic and Health Survey ilionyesha kwamba watoto wengi wa Tanzania hawafikia hatua za ukuaji kulingana na umri, na mkoa ambao unaongoza kwa nchi yetu ni ule mkoa wa Rukwa. Katika mkoa wa Rukwa katika kila watoto mia moja ni watoto themanini na nne hawafikii hatua za ukuaji kulingana na umri. Hii ni namba kubwa sana, ina maana ukiwaweka hivyo watoto mia watoto themanini na nne wanakuwa hawajafikia hatua za ukuaji kulingana na umri. Sasa tunaposema hatua za ukuaji kulingana na umri, tunamaanisha hawa watoto wanakuwa hawajakuwa: eneo la kiakili, eneo la kijamii, hisia, eneo la lugha na mawasiliano eneo la kimwili lakini pia namna ya ujifunzaji. Tatizo pia hili ni kubwa katika mkoa ambao unafuata ambao ni mkoa wa Tabora. Katika mkoa wa Tabora, katika kila watoto mia moja watoto sabini na tisa hawafikia hatua ya ukuaji. Hii inaonyesha namna ambavyo uh jamii inavyozidi kukua, hili tatizo litakuwa kubwa zaidi. Vilevile vile kuna mikoa miwili walindi na Kigoma ambayo hii imefungana katika mkoa wa Lindi na Kigoma katika kila watoto mia watoto sabini na nane hawafikia hatua za ukuaji kulingana na umri. Hii ni namba kubwa sana, ambayo haipasi tukae kimya. Inapaswa tuchukue hatua za haraka, inapaswa tuchukue hatua za dharura. Na kuliona hili, sisi tumeona tuje na hichi kitabu. Ni kizuri sana ambacho kinasema zijue hatua za ukuaji na maendeleo uh, kiumri katika kitabu hichi kinamsaidia mlezi kuanzia umri wa kuzaliwa hadi miaka nane, ajue hayo maeneo yote niliyoyataja ya, ya ukuaji na ajue matendo gani ya kumfanyia mtoto husika na uchangamshi upi utamsaidia, ili huyo mtoto afikie hatua za ukuaji kulingana na umri. Kumbuka, katika hii miaka minane ya mwanzo mtoto akiacha kufikia zile hatua za ukuaji, hatua nyingi ni ngumu tena kuzifikia, na ubongo hausubiri. Ukishachelewa kuwekeza ni sawa na unaweka mbolea kwenye mahindi yaliyokauka. Kama wewe ni mzazi mlezi, mtungasela au mwalimu, unaweza ukajiuliza, hivi ukiweka mbolea kwenye mahindi yaliyokauka utavuna? Au mahindi yameshaanza kugeuka ya njano ndio unaweka mbolea utavuna? Hivyo inamaanisha lazima tuwe makini na vipindi nyeti vya uwekezaji kwa watoto wetu, na hichi ndio kiongozi pekee ambacho kitakusaidia wewe mzazi, mlezi, mwalimu, mtunga sera namna gani ya kuwekeza kwa mtoto. Kwa kuongeza uelewa huu, tunaamini kila Mtanzania sasa anazana, kila mzazi au mlezi ana kifaa cha kufuatilia maendeleo, ambacho kitabu hichi kitakuwa rejea pale nyumbani au maeneo mengine ambako itamfunza yeye mlezi lakini na wengine wote wanaohusika na malezi wajue mtoto katika umri fulani inabidi au amefikia hatua zipi, na kama hajafikia nini kifanyike, ili yule mtoto aweze kusaidiwa na kufikia hatua za ukuaji na maendeleo kulingana na umri. Karibuni sana, kitabu hichi kinapatikana sehemu yoyote Tanzania, na tunaweza kukutumia kupitia njia mbalimbali za usafiri ili kikufikie pale ambapo upo. Ninawakaribisha sana.